Song'wa Traditional Clinic ni taasisi ambayo imesambaa Tanzania nzima, lakini pia nje ya Tanzania. Kwa hiyo ukiwasiliana sisi utapata msaada na tiba yenye uhakika, na sisi tunatoa tiba halisi na sio supplement. Sisi hatutoi virutubisho wala sio supplement. Sisi tunatoa dawa tiba ambayo inakuondolea tatizo moja kwa moja. Kuna watu wengi ambao wamekuwa na changamoto ya ugonjwa wa mshipa wa ngiri. Mshipa wa ngiri ni ugonjwa ambao hauambukizi, hauna tiba kwenye hospitali za kizungu tulizozoea, lakini pia hauna kipimo kwenye hospitali za kizungu ambazo tulizozoea, lakini ni ugonjwa ambao umekuwa ni changamoto kubwa sana hasa kwa wanaume e. Na huu ugonjwa wa mshipa wa ngiri ni ugonjwa ambao unaweza ukaupata kwa njia kuu mbili, ama kwa kuzaliwa nao Yani kuulisi kwa baba, kama alikuwa na changamoto hii basi mtoto wa kiume akizaliwa anaweza akalisi ugonjwa huu, lakini pia unaweza ukapata ugonjwa huu kwa lifestyle, mtindo wa maisha ambao wewe mwenyewe ukaiishi. Ni unapataje kwa lifestyle. <coughs> kwa kuzaliwa nao kama mama alikuwa na ugonjwa, baba kama nilivyosema alikuwa na ugonjwa huu, anaweza akapata mtoto. Lakini ba, kwa lifestyle, mtindo wa maisha ni kwamba mtu anapofanya kazi ya kujichua masturbation mara kwa mara, inaweza ikaathiri mshipa yake na hata hatimaye akapata ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri. Lakini pia kufanya mapenzi na mwenzi wako akiwa kwenye siku zake au kama hajamaliza siku zake, ule uchafu wa ule damu inaokuwa ikitoka inakuwa na bakteria ambao wale bakteria wanaweza akaingia kwenye mshipa wako na kuleta madhara ambayo ukapata ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri, lakini pia uliweza ukaupata, kama mwanamke ana PID, mwanamke akiwa na PID, mara nyingi unaweza kuwa kwenye tendo naye la ndoa, ghafla piriodi akaiona, hata kama ilikuwa imeshaisha muda wake. Kwa hiyo kufanya mapenzi na mwanamke ambaye ana siku zake akiwa na piriodi, anaweza akapata ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri. Lakini pia kufanya mapenzi kinyume na maumbile ni moja ya sababu ambayo inaweza ikapelekea wewe ukapata na ugonjwa wa mshipa wa ngiri. Kwa hiyo kuna watu ambao wamepata wenyewe kulingana na mtindo huu wa maisha, lakini kuna wale ambao wamezaliwa na huu ugonjwa wa mshipa wa ngiri. Labda tujikumbushe tu dalili za huu ugonjwa, ili upinge unaweza kujitathmini kwamba mimi ninao ama sina ugonjwa wa mshipa wa ngiri. Ni ile hali ya maumivu makali ya tumbo, hasa wakati wa baridi, lakini pia maumivu ya korodani zake za kusikia maumivu hasa wakati wa baridi, na wakati mwingine hata kama sio baridi, inaweza ikatokea maumivu ya korodani zikauma au kiuno kikauma sana. Lakini hizi ni kwa mtu ambaye tuseme, ambaye amezaliwa na umri e, mtindo wa maisha. Lakini kwa mtoto akizaliwa na ugonjwa huu pia, anaweza kuwa ni ngunye kujinyonga nyonga sana tumbo, analia anyonyi vizuri, wakati mwingine hata makuzi yake yanakuwa yaendi vizuri lakini ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri una madhara. Ukishakaa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, kwa mtu aliyezaliwa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, kadri atakavyoendelea kukua, ugonjwa huu utakuwa kutoka kama umepoa, ama maumivu yanakuwa na mtetezo tetezo, atakoa yatatulia, lakini akifika kwenye steji ya kubalehe, hali hiyo inaweza kusumbua tumbo, ama inauma kiuno, ama kinauma korodani, ama zinauma. Lakini pia mtu huyu maumbile yake ya kiume yanasinyaa, yanakuwa ni madogo, yaani hayakui hasa akiwa mkubwa. Akiwa mdogo kadri baada ya kubalehe maumbile yake yaongezeke, yanakuwa kama amedumaa, kwa sababu bakteria ameshambulia mshipa, umedumaa, ya maumbile yake ya kiume yanakuwa ni madogo kama ya mtoto mdogo, japo ameshaanza kuwa mkubwa. Lakini pia hata yule aliyepata kutokana na lifestyle, mtindo wa maisha, kujichua na kila kitu, hata kama akilakitu yake, maumbile yake yalikuwa mazuri makubwa, baadaye anaanza kusinyaa, kurudi ndani na kuwa madogo kama ya mtoto mdogo. Kwa hiyo ukiwa na ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri utakuwa na changamoto ya, ya maumbile yako kusinyaa kuwa madogo kama ya mtoto mdogo, lakini performance pia ya tendo la ndoa inakuwa ni ndogo, hivyo ukaanza ka ukaishia njiani au u, u, u, u, ka, maumbile yako ukasimama vizuri kabisa, unapotaka kumwingilia mwenzi wako inaanguka, inashindwa kuendelea na safari kama mtu mwingine. Lakini unapokuwa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, kwa sababu ya bakteria unashambulia kwenye benki ya mbegu za kiume. Kwa hiyo mwanaume yeyote ambaye ana changamoto ya mshipa wa ngiri, mbegu zake za kiume zinakuwa dhaifu, kwa maana ya kwamba zinakuwa haziwezi kutungisha mimba. Mwanaume anatakiwa atoe mbegu zaidi ya milioni ishirini ili ziweze kutungisha mimba. Hasa kama wewe unatoa milioni tatu, milioni tano, maana yake kwamba hazitokuwa na sifa ya utungishaji mimba. Lakini pia zikatoka nyingi, lakini zinakuwa zina mikia ambayo inapoingia inafunga ule mkia tunatumia kufunga ile njia. Kama mikia haina, maana yake pia zile mbegu zinakuwa haziwezi kutungisha mimba mimba kwa sababu ya changamoto ya mshipa wa ngiri. Kwa sababu unapokuwa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, hospitali yoyote duniani ya kizungu hakuna wa tiba, wala hamna kipimo wala hamna kuna dawa. Lakini unapokana ugonjwa wa mshipa wa ngiri, basi unaweza kuvuka stage nyingine na kwenda stage ya tezi dume. Stage ya pili ya, ya tezi dume ni ile hali ya korodali sasa inaanza kuvimba au kwenye korodali kama kauvimbe kadogo au korodali zinakuwa zinaanza kuingia ndani. Hii ni steji ya pili ya tezidume ambapo kwa hospitali za kizungu hawana tiba sana sana, za kushauri labda kufanyia operation, ambapo operation pia tumekuwa tukisema sio tiba kwa sababu ni kwamba, unajaribu kuondoa madhara ya ugonjwa uliosababishwa na wale bakteria, lakini wale bakteria ukawaacha. Lakini ukishawaacha baadaye, te atatengeneza tena madhara mengine. kwa ndio maana wale wote waliofanyiwa hata tiba ya e, tezi dume, ugonjwa umekuwa ukifanyiwa operesheni, baadaye ukijirudia, kwa sababu unakuta wameondoa yale matokeo, lakini wameacha ule ugonjwa wale bakteria ambao ndo sababu ya hiyo changamoto. Na katika tezidume ziko za aina mbili, kuna tezidume ya ndani na ya nje. Hii ya ndani ni ile ambayo kutoka kwenye kibofu cha mkojo na nayo, ndo, mkojo, kila mwanaume anakuwa nayo, kama ina control wakati wa kutoka, ukitoka kimalize, inafunga mkojo unakuwa utoki. Sasa ikishaathirika, ikishavimba, maana yake kwamba kuja ndani aa, na nabana mkojo, wakati mwingine unatumia nguvu kubwa sana kusukuma mkojo, na mkojo unakuwa una spidi ya kwenda mbali au wakati mwingi tanuka inakuwa ikifunga haifungi kubana moja kwa moja, hadi ambayo mkojo hata kama ukibana mkojo huwezi kwenda mbali mrefu, mkojo unaanza kutoka vitone vitone, yani kwa sababu unakuta mkojo zile tezi zinakuwa zizuii moja kwa moja. Kwa hiyo zile tezi dume ya ndani inaweza ikapelekea mk, mtu akashindwa kukojoa exactly, ikapelekea awekewe mpira, au mwingine anakuwa mkojo unatoka mwenyewe bila kutaka inapelekea awekewe mpira. Kwa hiyo hii tezi ya dume ya ndani na ya nje zote hizi zinatokana na mtu pengine kuishi na ugonjwa wa mshipa wa ngiri ambao hajautibu, na pengine amekuwa kna dawa za kizungu na petu za kawaida, lakini anakuwa hatibu chanzo cha tatizo. Na unapokaa na huu ugonjwa wa mshipa wa ngiri, kupeleka tezi dume. Baada ya hapo, unaweza kupeleka steji nyingine ya tatu ambayo inakuwa ni henia, ambayo henia inakuta ni ile kuna henia ambayo inakuwa kama kuna utumbo unakuwa wazi, maana yake inatengeneza kama tundu ambao utumbo unakuwa kama unashuka chini, inakuwa kama busha tuseme, inavimba zaidi, yaani uvimbe unakuwa ni mkubwa, baadaye unakuwa unapotea, unakuja na kuja na kupotea, au uvimbe unakuwa ni mkubwa zaidi, au kwenye pembezoni mwapaja hapa uvimbe unatokea na unakuwa uvimbe mkubwa. Hii tunasema ni stage ya tatu ambayo ya henia, lakini ukikaa na hii stage inaweza kupewa stage ya nne ambayo ni steji ya saratani ya tezidume, ambayo ni steji ya saratani, inafika hatua hata kule kukojoa, unaanza kukojoa damu, hata pia performance ya nguvu inakuwa hakuna. Hata kama ni ile ya uvimbe, uvimbe unaweza kubadilika hata rangi ya ile sehemu inakuwa kama na weusi fulani. Kwa hiyo sasa, kama una changamoto ya mshipa wa ngiri au tezidume au henia, tukushauri uweze kufika upate tiba mapema, au kama una changamoto ya ya saratani ya tezi dume, tunazo dawa yetu ya mchosbi ambayo inatibu saratani ya aina yoyote. Lakini pia kama una changamoto ya ya mshipa wa ngiri, tukushauri uje upate dawa asili ambayo inatibu kuanzia chanzo ya tatizo ili usiweze kufikishwa kwenye hatua zingine ambazo tumezielezea, ikapelekea mwanaume ukashindwa kupafom tendo la ndoa, au ikapelekea mwanaume umbile lako nakuwa madogo kama ya mtoto mdogo, wakati mwingine kufanya tendo la ndoa mwenzako unaona hata aibu hata watima unapenda hata kwenye, kwenye kuogelea au chochote, unakuwa unaona aibu kuvua mbele za wenzako, kwa sababu maumbile yako ni madogo kama ya mtoto mdogo, na mwisho wa siku, pengine unakuta unajiondolea ile uwe kujiamini kwako kwa sababu ya changamoto hiyo. Kwa hiyo basi, kama ni wewe una changamoto hii au ni ndugu yako ama ni rafiki yako basi Mungu amekutumia wewe kutupata taarifa sisi kwetu, ili pia umfikishie mwingine, na utakapomfikishia taarifa akapata huduma kwetu na akapata uponyaji, maanake mponyaji wa kwanza ni wewe, maana bila wewe asingetuweza kutufahamu sisi. Maanake si kila mtu anaingia kwenye mtandao ya kijamii anaweza kupata taarifa hizi, lakini wewe, Mungu amekutumia kutupata sisi, ili pengine usaidie wengine kama ambavyo sisi tumekufikishia ujumbe, ili pia tuweze kukusaidia na Mungu wakase, nami na sisi katika hili, ili ukaweze kupata uponyaji na sisi tunapatikana Tanzania nzima, kwa Kilimanjaro ambao ndo makao makuu yetu, tuko Moshi maeneo ya Kiboshorodi, lakini tunapatikana Arusha maeneo ya banda mbili Mbauda, lakini tunapatikana Dar es Salaam Mbezi mwisho karibu na stendi ya Magufuli, lakini tunapatikana Morogoro Mazimbu karibu na mahakama ya mwanzo ya Mazimbu, lakini tunapatikana Dodoma e, maeneo ya Emausi ya kwanza karibu na shule ya Anglikana DCT, lakini tunapatikana Kahama Shinyanga pale Kahama mjini, lakini tunapatikana Mwanza Buzuruga karibu na shule ya msingi, lakini tunapatikana Simiu Maswa Mnadani B maarufu kama Marifonsi, lakini tunapatikana Kigoma mjini pia, lakini tunapatikana Mbea Nzove, lakini tunapatikana visiwani Zanzibar Fuoni kituo cha Getini pale karibu na kituo cha polisi. Lakini pia tunapatikana nje ya Tanzania, kwa tunapatikana Kenya, Nairobi mtua pale karibu na mtua dispensary, lakini tunapatikana Zambia pale Ndola pamoja na Rusaka mjini, lakini tunapatikana pia e, maeneo ya Gaboroni karibu na, na na Main Mall pale Gaboroni, Gaboroni mjini Botswana, lakini pia tunapatikana South Africa Pretoria, lakini tunapatikana pia Lubumbashi Congo kwa hiyo tunapatikana nchi nyingi, kwa tunapatikana Malawi pia pale Mzuzu. Kwa hiyo tuko nchi nyingi ambazo tuko Uganda na pia tuko tuko Burundi pia. Kwa hiyo kama wewe uko nchi nyingine yoyote, unaweza kunipigia mimi moja kwa moja, na nitakupatia namba ya nchi husika ya kituo ambacho kipo sisi. Siyo wale walewale. Afya yako jukumu letu.